Saizi hapa nipo na mke wangu tunakula chakula cha usiku alafu tuka... Hebu nyamaza bwana wee! Leo hiyo unajifanya kujivunia ndoa, kwa ndoa ipi hiyo, ulolazimishwa ama? Hebu pambana, acha kufuga minyama hiyo wewe. Shikoma ka umebuka vumbi jamani, hebu kula hapa haraka haraka, uondoke ukaoge huko sasa. Kuna haja gani ya kula hapa wewe? Nyumbani we vipi? Kwa nini basi nyumbani? Hivi nakuwaje alipo alipoolewa mama yake? Pasio nyumbani kwao. Nimesema tu, inawezekana kule nako wakamwekea Hebu na ule. Nafukwanza mama, nataka kuamia huku kwa mji wa Besha, nipige tu asi. <coughs> kuongea na kula, umeona vichembechembe vivyodondoka hapa, eh? Huyo huyo mama yako na uyo baishi nisha kwambia achana nao. Mimi kuna siku ndaka kukubeba mwenye nikulete huku nyumbani, wala usio na wasiwasi. Amia wabi Kobisa, basi nasema muwache mtoto, basi inatosha. Sasa basi vivi, sasa wakati huyu mtoto hakuwa katika shia yetu.